Moja kwa sifuri, kwa nyinyi ushindi huu una maana gani? Uh, kwanza tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kucheza na kumaliza mchezo huu salama, lakini pia tunashukuru kwa matokeo ambayo tumeyapata. Mkiwa kama waandishi, nadhani mnaangalia trend ya timu, hatukuwa na matokeo mazuri, kwa hiyo pointi tatu za leo tumezifurahia kwa sababu zinatu boost kuelekea kwenye mchezo ujao. Uh, always ukiangalia mechi ya Dodoma na Prison katika uwanja huu inakuwaga hivyo, kwa sababu unaweza nikasema Prison ni hapa, ni nyumbani kwao, makao makuu yao yapo hapa, kwa hiyo mechi inakuwaga ngumu sana na Prison siku zote, lakini kama ulivyoona leo walikuja. Tunashukuru Mungu, tulianza kupata ma goli mapema, lile goli lilitupa nguvu, kwa hiyo imetusaidia mpaka kuibuka na pointi tatu kipindi cha kwanza mlifunga goli lakini kipindi cha pili uh, goli moja au kutafuta goli la pili? tulikuja kwa ajili ya kutafuta goli la pili lakini mchezo jinsi ulivyokuwa unaenda imepelekea kipindi cha pili kutokupata goli lakini hey, kubwa ilikuwa tupate goli la pili kwa sababu siku zote goli linalindwa na goli kwa hiyo tulikuja kwa ajili ya kutafuta goli la pili so, mlikuwa okay. mnasuasua Ah, haya ni matarajio ya kila mtu. Tulikuwa tunatafuta point tatu kama start. Kwa hiyo tumezipata leo, tunashukuru. Hizi zitatupa chachu, zitatupa chachu kuelekea mechi inayokuja. Tutakuwa tunapambana kwa ajili ya point tatu. Japokuwa kwenye mpira matokeo yote yanaweza kutokea, lakini lengo kuu linakuwa ni point tatu. Neno lako kwa mashabiki wa Dodoma Jiji? Always tunawashukuru. Wamekuwa kwa nyuma yetu, wanatupa sana nguvu. Tunawaomba wasituchoke. Hii hapa ndo timu yao. Hiyo tunafanya vizuri, hiyo tunafanya vibaya. Wao ndio chachu ya sisi kufanya vizuri siku zote. Kwa hiyo tunawaomba wasituchoke popote, tutakapokuwa kama wana uwezo wa kufika basi, waje watusapoti.